Dhamira ya kampeni ya Mama Samia ni kushughulikia changamoto za kisheria zinazowakumba wananchi kwa kutoa huduma ya msaada wa kisheria bila ya malipo yoyote, hususan kwa wanawake, watoto, wazee na wale wote wanaoishi katika mazingira magumu. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa kila mwananchi popote alipo anaweza kupata haki yake bila kujali uwezo wake wa kifedha, rangi, dini au jinsia yake. Katika dunia ya, ya sasa ambapo maendeleo ya jamii yanategemea ushiriki wa kila mtu, ni lazima tuweke mazingira yatakayomwezesha mwananchi wa kawaida kusikilizwa, kuzijua haki zake na kupata msaada pale anapodhulumiwa au kuingia katika matatizo ya kisheria. Serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimekuwa zikifanya jitihada kubwa katika kuimarisha haki na usawa, ambayo ni misingi muhimu ya utawala bora. Lengo la Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzisha kampeni hii ni kutoa fursa za huduma za sheria kuwafikia wananchi, hasa wale wanaokosa uwezo wa kugharamia huduma hizo. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Zanzibar Tunamshukuru, tunampongeza na tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa maono yake na huruma yake kwa Watanzania ambayo inatekelezwa kwa vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashirikiana na wenzetu kupitia idara ya katiba na huduma za msaada wa kisheria katika masuala mbalimbali ya kisheria pamoja na uratibu wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia na tumeshirikiana nao tangu tulipoanza na... ambapo ambapoa tunapojitahidi kuwa tunashirikiana na kamisheni ya ardhi, tunapojua kwa haraka zaidi kuwa thamani ya ardhi ile na kila mtu anapewa shia yake, kwa ajili ya kupewa ile nini, yule anayetaka kurithishwa atapewa haki yake kwa mujibu wa sheria na atatengenezewa document. Baada ya kuhitimu mafunzo wanapewa shahada kwenye uongozi, hizi kadhalika, walimu wa madrasa katika ile ambayo kalizungumza mwenzangu, kupunguza ule udhalilishaji katika sehemu hizi, e, ofisi imeamua kutoa mafunzo maalumu kwa walimu wa madrasa kuwawezesha na kujua wajibu wa wao.